Karibu kwenye simulizi hii ya chumba cha makutano na mtunzi ni Jimmy Dadi. Tukutane katika simulizi hii sehemu ya kwanza. Na wewe kama ni mfuatiliaji mpya au ni mtazamaji mpya wa chaneli yetu ya Tam Story, nikukumbushe unaweza kusubscribe kwa kubonyeza alama ya kengele ili punde tutakapoachia video yoyote mpya inayohusiana na masuala ya simulizi katika chaneli yetu. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Asante kwa muda wako. Ilikuwa ni majira ya mchana ambapo walionekana vijana wawili wakitembea mmoja alikuwa akavaa tisheti ya rangi nyekundu na mwingine alikuwa akavaa tisheti ya rangi nyeusi. Vijana hawa walifahamika kwa majina kama Anton pamoja na Paulo. Urafiki wao uliwashangaza wengi, kana kwamba wengine walihisi kuwa ni ndugu na wengine walihisi kuwa ni mapacha. Safari yao iliendelea mara baada ya masaa kadhaa Walifika katika sehemu moja iliyokuwa na mti mkubwa na mti ule ulikuwa si mwingine bali ulikuwa ni mti wa mbuyu, na mti huo ndio mti uliokuwa ukitenganisha kati ya njia mbili iliyokuwa ikiingia kushoto pamoja na kulia, na hapo ndipo walipokuwa wakiagana kijana Anton pamoja na Paulo, na kila mmoja kushika njia ya kuelekea nyumbani kwao. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, kama tulivyozoea siku zote. Kijana Anton alishika njia ya kuelekea nyumbani kwao, na ndivyo ilivyokuwa hata kwa kijana Paulo. Mara ghafla, Anton akiwa njiani, ulivuma upepo mkubwa ambao uliambatana na vumbi la kutisha. Kiukweli ilikuwa ni hali ya kustaajabisha, kwa maana hapo awali haikuwahi kutokea hali yoyote kama hii. Anthony alibaki dailema pasipo kuelewa ni kitu gani afanye. Da, kiukweli inatisha. Basi ule upepo ulimzunguka Anthony, zilianza kusikika sauti za ajabu na vicheko vya kutisha, viliendelea kwa muda vikifoka huku na huku, na baada ya muda kidogo alijikuta sehemu ambayo hakuwahi kufika hapo awali. Da, inasikitisha na inaogopesha kila kilichokuwa kikiendelea kwa kijana Antony. Rafiki yake Paulo alikuwa anaelewa kila kitu, na kitakacho kushangaza zaidi, marafiki hao wawili walijuana tu na sio kujuana tabia. Bas, kijana Antony baada ya kupata ufahamu alipepesa macho yake huku na huku, lakini cha ajabu na cha kushangaza hakuweza kulifahamu lile eneo alilokuwepo, kwa maana hakuwahi kufika hapo nyuma, na hapo ndipo alipoanza kusikia sauti tofauti tofauti za vicheko ambazo zilicheka kama watoto wadogo, pamoja na miungurumo ya radi. Na hapo kijana Antony ndipo alipoanza kuogopa zaidi, huku kijasho chembamba kikimtililika ambacho kiliambatana na mkojo na kubaki katika sintofahamu, huku akijiuliza ni kitu gani afanye. Lakini wakati anatafakari, alisikia sauti kubwa ikimwita Antony, Antony, Antony. Alizidi kuogopa kwa sababu alijua fika kuwa sauti ile iliyokuwa ikimwita ni sauti ya rafiki yake Paulo. Alipepesa macho kushoto na kulia akijaribu kumtafuta anayemuita yuko wapi, lakini hakufanikiwa kumwona. Antoni alianza kuuliza, lakini uko wapi na mbona sikuoni? Kwa nini unafanya haya? Kilisikika kicheko kikubwa kilichoambatana na sauti iliyosema Antoni, huu ni mwanzo na bado utendelea kuyaona. Kimya kilitanda kwa muda da. Maskini Antoni, kumbe tayari pasipo kujua kaisha ingia kwenye chumba cha makutano, na hapa ndipo utakapo utambua ule msemo wa kwamba usimwamini mtu yoyote yule, labda mama yako aliyekuzaa, mama yako aliyekuweka tumboni miezi tisa, ndio mtu pekee unayeweza kumwamini. Na je, baada ya kijana Antony kufahamu kuwa tayari yupo kwenye chumba cha makutano ni kitu gani ambacho atakifanya? Na je, baada ya kufahamu kuwa rafiki yake ndiyo chanzo cha matatizo ni hatua gani atakayoichukua? Bas, tukutane tena katika simulizi hii ya chumba cha makutano ili tujue ni kitu gani kiliendelea au kilijiri baada ya kijana Anthony kujikuta tayari kaishazama katika chumba cha mtego. Na je huyu Paulo ni nani? Endelea kubaki na mimi kwenye sehemu ya pili ya simulizi yetu. Usisahau kusubscribe kulike, kushare na kucomment. Na hii ni Tam Story.